Haya ndiyo maelezo ya historia ya klabu ya FC Barcelona kwa Kiswahili. Moja, kuanzishwa kwa FC Barcelona. FC Barcelona ilianzishwa tarehe 29 Novemba 1899 na Joan Gamper, raia wa Uswisi aliyekuwa na mapenzi makubwa na mpira wa miguu. Klabu hii ilianzishwa katika jiji la Barcelona nchini Hispania. Ilianza kama kikundi kidogo cha wapenda soka lakini ilikuwa taratibu hadi kuwa moja ya klabu kubwa duniani. Mbili, dira ya FC Barcelona. FC Barcelona si klabu ya mpira tu, bali ni taasisi yenye maana kubwa kijamii na kisiasa hasa kwa watu wa Catalonia. Kauli mbiu yao maarufu ni Mes que un club kwa Kiswahili zaidi ya klabu. Inamaanisha kuwa Barcelona ni ishara ya utambulisho wa watu wa Katalonia na kupigania uhuru wao wa kiutamaduni na kisiasa. Tatu, uwanja wa Camp Nou. Mnamo mwaka 1957, FC Barcelona ilihamia kwenye uwanja wao mkubwa wa Camp Nou, ambao ni miongoni mwa viwanja vikubwa kabisa duniani. Una uwezo wa kuchukua zaidi ya watazamaji elfu tisini na tisa. Nne, mafanikio na makombe. FC Barcelona imejizolea mafanikio makubwa katika historia ya soka . La Liga, ligi kuu ya Hispania, imeshinda zaidi ya mara 25. Copa del Rey imeshinda mara nyingi sana. UEFA Champions League hii imeshinda mara tano. FIFA Club World Cup, Supercopa de España na mashindano mengine mengi ya kitaifa na kimataifa. Tano, wachezaji mahiri. Barcelona imewahi kuwa na wachezaji maarufu duniani kama Lionel Messi, Ronaldinho, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Johan Cruyff ambaye pia alikuwa kocha. Sita, ushindani mkubwa FC Barcelona ina ushindani mkubwa wa kihistoria na klabu ya Real Madrid unaojulikana kama El Clasico, moja ya mechi zinazotazamwa sana duniani.